Kwajina naitwa aliisaidi kizidegeekiti msaidizi wab. Kwa upande wa wanafunzi wapya wanaoingia t, mimi ushauri wangu nilikuwa naomba kwamba wasio wanapata bajaji wao wanapanda kwenye kituo sicha bajaji ambacho akazilika SUA, hiyo e, itasaidia kwa wao endapo watakuwa wamesahau kitu chochote kwenye bajaji itakuwa rahisi kwake kukipata kuliko anapopanda tu bajaji ovyo ovyo sehemu ambazo hazitambuliki. mm. eh na kingine, bajaji zetu sisi za SUA zina nembo ubavuni, zimeandikwa SUA main campus <tipulia> ya namba yake kabisa. Kwa hiyo hiyo inasaidia pia kwa wanafunzi, hata akisimamisha njiani humu ndani ya SUA akiangalia ubavuni tu, anajua moja kwa moja hii bajaji ni ya, ni ya SUA humu humu ndani moja kwa moja. Kwa hiyo anakuwa hata akipanda anakuwa na asilimia kubwa, hata akisahau kitu

hata mwanafunzi akiwa mgeni akija wala asibabaiki. Kwa hiyo itaonekana kabisa kwamba huyu ni bodaboda wa SUA Main Campus namba kumi na mbili. Kwa hiyo hata kama kwa mfano amemchukua, amekwenda naye huko, bahati mbaya amepata tatizo. Na uzuri akipata tatizo, basi cha kwanza kabisa ni kwamba asimsumbue pale, aje tu moja kwa moja, aende usalama kwenda kuripoti kwamba namba kumi na mbili au namba ishirini na tatu ambao ni ya kwangu mimi namba ishirini na tatu ndio uh, aliyenibeba lakini limetokea tatizo moja mbili tatu. Kwa hiyo akienda pale, sisi sote namba zetu, majina yetu yako usalama. Kwa hiyo itachukuliwa namba ya simu na kupiga kuulizwa, wana wewe uko wapi, tunakuhitaji usalama. hata kama, hata kama hatuja nanii, lakini ikiwetwa kwenye uongozi unafuatwa moja kwa moja mpaka bali. Uh, uh, uh, sisi tunachowashauri kwamba wanapokuja hapa chuo wasipande boda boda ni boda boda. Boda boda wengine ni kwamba wamejificha tu kwenye, kwenye, kwenye mambo ya, ya uhalifu wanapokuja hapa chuoni, kwa maana waangalie kwamba mtu mwapande kwa mtu ambaye aliyevaa eta ambayo yenye namba ambayo iliandikwa jina Main Campus au

kosaani tunaomba kwamba anapohitaji usafiri aje mazingira ya SUA achukue ya mtu ambaye amevaa uniform kama hii. Anaitwa Warda Mubarak. Hata ukiangalia usafiri pia watupunguzia gharama kwa sababu kilinganisha na bodaboda ambao wanatokea kule nje. Bei zao ni tofauti. Ambazo zinatoka hapa na na nilio hizi hapa zina uhakika. Kuna usalama zaidi. Wote na zile za nje.